Kando, na kndo nkdigwa aligo kando spirit of revolution ile ambayo Raila Amolo alipigania, ndio mimi naomba nyinyi wote mko hapa tuendelee kupigania leo. Nimekuja hapa kusherekea miaka 20 ya demokrasia, real democracy, kwa sababu ndio Raila Amolo Odinga amesimamia, na hiyo ndio kitu ambaye wote tutawapa, tuendelee kuhakikisha ya kwamba imesimama Kenya hii tusikubali turudi nyuma, tukubali ile kwamba kijana mkisi pia kesho anaweza kuwa wa wai Kenya. Nikisema hivyo, iko jamba ambaye inaendelea sasa kuomba na Mweshimua Simbarati, na mimi nakushukuru sana kwa sababu umeonesha Kenya yote ya kwamba si lazima mtu ambaye ametoka kwa kabila yako awe ndio raisi, right. Right. Na jasi si kijani kibichi huko nje ni hapa nyumbani. Mimi naomba watu wa Kisii mukae imara na chama ya ODM, kwa sababu ODM imeleta mambo ambaye imeendelesha hii Kenya. Leo hii tuko katika broadbase, hiyo broadbase imeleta Raila na ikaleta Ruto. Sasa ile jambo ambaye inatakiwa tufanya, hata mnazauliza, ule jamaa anaitwa Imbarambara. Imbarambara amesema watu wakae katika serikali ili ndio waweze kuleta maendeleo katika ukisi, ama namna gani? Hiyo ndio mimi naomba, na mimi nahakikishia nyinyi ya kwamba sisi kule masaini wote tutasimama imara, ili kuhakikisha ya kwamba mali ODM inaenda ndio. Wamasai wote kutoka Marsabit, mpaka Kajiado, Laikipia, Isiolo, Narok, Nakuru, Kwale, Kisii. Na baide kidogo kidogo. Kila mahali wa Masai wote wa wamechukua nini? ODM. Ama namna gani? Ebu nionesha kwa mnasawa, mnasema ODM.